Amani ya Mwenyezi Mungu iyo pamoja nawe mtazamaji wa TV Fizi News 24 matumaini yetu ni kwamba na kuwa mzima wa afya buheri. Ambatana nasi katika matangazo ya leo, tukiwa Mei makumi tatu elfu mbili ishirini na tano. Natasha Mingandrea ni mtangazaji wako, tunakutangazia toka mashariki mwa DRC, jimbo la Kivu Kusini. Tuangazie habari hizi na habari za usalama mdogo. Ni kwamba shirika la kirahia la NDC Pamdusa katika tarafa la Kabare linajiuza kuhusu ongezeko wa usalama mdogo unaojulikana na utekaji nyara wa rahia huko Nyantende na Mumosho. Taarifa iliyotolewa katika mahojiano na mwanaripota wa Fizi News Mei 13 mwaka 2025. Kwa maneno yake Elvis Chirimwami, kiongozi wa NDC Pamudusa kisa cha hivi majuzi kimejitokeza jioni ya Alhamisi Mei makumi mbili na tisa ambapo watu wasiojulikana walifanikiwa kuwateka nyara watu wawili kutoka familia moja. Aliongeza kuwa milio ya risasi ilisikika mwendo wa saa moja za usiku katika kikundi cha Mudusa Momosho, tukiwa mna tarafa la Kabare. Akikabiliwa na hali hii, Elvis Chirimwame, kiongozi wa NDCPa Mudusa, anasii kuhusika kwa mamlaka ili kuweza kuboresha usalama wa watu la zao anazungumza katika mahojiano nasi. Milio ya masasi iliweza kusikilika ngambo na ngambo, ndani ya grupma zetu mbili za mteritwari ya Kabare, ikiwa Mudusa na Mumosho, na hiyo iliweza kutia we, woga mingi ndani ya wakaaji. Na wakati hiyo milio ilikuwa ikisikilika, warugaruga wasiojulikana waliweza kuwapeleka wandugu zetu mahali isipojulikana wandugu hao kuko Chance Bisimwa, ni kiongozi wa Centre de negoce ama kansoko ambayo inapatikana pa Nyantende. Mkubwa wake pia Balume Kalimbiro, na wote ni wa jamaa moja na wakiishi hapo Nyantende. Shirika nyipya la raia NDC Modusa likisikitika zaidi na kushutumu vitendo kama na hivyo ambavyo vinakosesha wakaaji usalama na mara na mara wandugu kujeruhiwa. Tunaomba kwa wakuu viongozi waweze kujihusisha ili watuletee amani, vilevile wajikaze kutusaidia wakituletea furaha, tukiwaona wandugu zetu warudi pamoja na sisi. Tunashukuru pia wote ambao watajihusisha ili tuweze kuwaona tena ndugu zetu na tukipana pole kwa jamaa za wa ndugu zetu. Elimu muungano wa kitaifa wa wazazi wa wanafunzi wa Kongo ANAPEKO unatoa wito kwa wazazi kurejeshewa ada walizolipa wanafunzi kushiriki katika mitihani ya serikali hapa Kevu Kusini. Ombi limetolewa na muundo huu wa mashirika ya kirahia katika maojiano nasi Mei 13. katika matamshi yake Auguste Batandi, kiongozi mkoani wa ANAPEKO, anafahamisha kwamba ada hizi zililipwa kabla ya uamzi wa serikali ya Kongo juu ya wa bure wa wanafunzi waliohitimu katika mitihani ya serikali hapa Kivu Kusini kwa ajili ya hiyo anatoa wito kwa wazazi kuwa waangalifu na kuongeza uelewa kwa viongozi wa shule ili waweze kurejeshewa ada zilizokusanywa kwa ajili ya kushiriki katika mitihani ya serikali Batandi Augustin katika mahojiano aliyokusanywa na mwanaripota wa TV Fizi News alisema yafuatayo tunaomba wazazi wawe makini, wasi achie e, viongozi wa mashule waweze kuwaiba pesa zao sababu hakuna pesa ambazo zimelombewa kwa mtihani huu wa somo la sita la mwisho. E, ni kusema kwamba wazazi ambao walikuwa tayari wamelipa pesa hizo ni kujielekeza katika shule ili warudishiwe pesa zao. Uh, yaani kama walikuwa walishalipa mwaka wote wa masomo wanarudishiwa pesa, na sila hivyo waweze kuzitia kwenye uh, pesa za prim. Hakuna pesa zozote zililombewa, na ni hivyo wazazi wabaki makini, wasiweze kuibiwa pesa zao, sababu kuna shule ambazo zilianza kuomba pesa eti za examen deta. Hapana, hakuna pesa zinazolombewa na ni hivyo watoto wajitahidi vizuri, sababu mtihani inaanza siku mbili ya mwezi ya sita hapa kesho. Tubaki tu katika habari za usalama. Silaha za moto pamoja na hatari kadhaa za kijeshi zimeonekana kupatikana katika msako ulioendeshwa na jeshi la mapinduzi . Ilikuwa wakati wa msako ulioendeshwa mnamo eneo la Kasale katika manispa ya Kadutu, tukiwa jijini Bukavu. Operesheni hiyo imetekelezwa majira ya asubuhi ya lamsi Mei ishirini na tisa mwaka elfu mbili ishirini na tano chini ya uangalizi wa meya wa jiji la Bukavu, chini ya uongozi wa AFC M23 Bwana Ladislas muganza wa kandwa ni tangu majira ya saa kumi na moja za alfajiri pakasali mjini Bukavu hapakuwa kutoka wala kuingia. Askari walifanya msako mkali katika nyumba mbalimbali zilizopo katika kampi ya polisi munamo wa venitwali Tabora na Murundu, operesheni ambayo bunduki saba aina akakaranset zilipatikana, bastola gurumeti, hatari za kijeshi zilipatikana na wamiliki nne wa bunduki walikamatwa. Hatari zinazowasilishwa kwa raia. Naye Meya wa jiji la Bukavu la Dislase Muganza wa Kandwa akiambatana na kiongozi wa manispa ya Kadutu, mwanasheria Byamungu Kazimir. Kulingana na meya wa jiji la Bukavu la Dislase Muganza, operesheni hii inaendana na maono ya AFC M23 ambayo inajumuisha kuhakikisha usalama wa watu na mali zao. Baada ya kasali, wanapanga kuendelesha operesheni hiyo katika maeneo mengine ya jiji la Bukavu ili kupunguza ukosefu wa usalama katika jiji hili na kuifanya Bukavu kuwa chemchemi ya amani ambapo maisha yatakuwa mazuri. Mazingira, kuboresha mifuko ya ndani ya kuzima moto Usiwakabidhi watoto usimamizi wa moto, epuka bidhaa zinazoweza kuwaka ndani ya nyumba, epuka kupika hadi usiku na kuweka mifuko ya mchanga ndani ya nyumba. Hayo ni miongoni mwa mapendekezo yaliyopendekezwa na Ledu Kunzimwame, mfanyakazi wa kijamii katika kukabiliana na kuzuka upya kwa mikasa ya moto mjini Bukavu katika mahojiano nasi. Msimu huu wa kiangazi ambao unakaribia, anaalika wakaaji waweze kuwa makini. Ledu amezungumza uwekaji bovu wa mitambo ya umeme na sola kuwa chanzo kikubwa cha majanga ya moto katika jiji la Bukavu tumsikilize. Jiji la Bukavu inakuwa mara namara, na mara tukiona nyumba wazikilungula na hiyo kwa sababu e, e, inaonekana ya kuwa ni imprudence ya wakaji wa mwawamoja kuacha moto ndani ya nyumba. E, wasikuwe wakiacha chakula kwenye moto wakati yenye E, wanaenda kulala, wache kutia maesansi ama kuweka karbura mu nyumba, kwa sababu inakuwa hiyo inakuwa aussi parmi ma produits inflammables zinezikoze hiyo in k insendi e, mais également tunajua ya kuwa um, moto ya SNEL nayo inakuwa ala base ya ya ile makaa a insandi, wakati kufanya instalation ya pano sole wala grup elektrogen moto ya grup elektrogene bila kuita wale wataalamu ambao wenye wa, ndio kazi yao, na inaonekana ya kuwa wakati yenye tuna wasolisite hiyo maazara yaezi kafanyike A, e, anti incendie inaezi kuwa lakini wakati haina nafasi ya kupitia ni shida kabisa. Na tena tuna omba wazazi wajikaze, wasiku na baki munyumba bila maji e, usi na muchanga kidogo pembeni ya nyumba. Elimu, walimu katika maeneo ya Mwenga na Shabunda wamegoma Wanataka kulipwa malimbikizo ya mishahara yao. Hali hiyo ambayo inahatarisha mamia ya shule imelemaza elimu katika eneo hili la Kivu Kusini kulingana na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi baadhi ya walimu hawajalipwa kwa miezi kadhaa. Vyama vya wafanyakazi vinadai suluhu kutoka kwa serikali za mikoa na kitaifa ili kuruhusu masomo kurejea katika jimbo la elimu la Kivu ya tatu ya Kusini. Walimu hawa wanaomba wasimamizi waliojitokeza katika vituo vya mitihani na wanatoa wito kwa kususia mitihani ya mwisho wa mwaka. Kusimamishwa kwa masomo katika jimbo la kielimu la Kivu ya tatu kusini. Walimu wa Mwenga na Shabunda wanagoma kutolipwa mishahara. Kutokana na hali hiyo, wameamua kusimamisha masomo yao kuanzia Mei makumi tatu elfu mbili ishirini na tano. Kwa ufupi, uamuzi huu unafuatia kile wanachoeleza kuwa ni imani potovu kwa upande wa Caritas Sepa Uvira wenye jukumu la kufanya malipo yao na ambayo bado wanayahifadhi mishahara yao ya miezi mitatu hadi leo bila ualali. Siasa, chama cha siasa cha uongozi na utawala kwa maendeleo LGD kupitia mashirikisho ya Kivu Kaskazini na Kusini kinaunga mkono hatua iliyochukuliwa na Joseph Kabila Kabange kuunganisha nguvu muhimu za taifa ili kuokoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe uliozinduliwa Ijumaa Mei makumi tatu baada ya kuanza kwa mashauriano yaliyoanzishwa na aliyekuwa rais wa zamani wa DRC huko Goma. Kwa chama cha siasa cha LGD, mbinu hii inalenga kukomesha kile kinachoelezewa kama utawala wa kidikteta na zalimu iliyoanzishwa Kinshasa. Chama hiki cha siasa kinachopendwa na profesa Dr. Matata Mponyo Mapong kinasema kimekerwa na ukweli kwamba kwa zaidi ya miaka mine kimekumbwa na kashfa mbaya zaidi na mateso kwa kukataa tu kujiunga na muungano. LGD inaamini kuwa ni jambo lisilovumilika katika nchi inayoitwa ya kidemokrasia kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba hali kama hiyo iweze kujirudi wakikabiliwa na kile wanachoeleza kuwa ni dhuluma ya wazi inayotendwa na rais wake wa kitaifa. Mashirikisho ya Kivu Kaskazini na Kusini yanaalika wahusika wa, wa, wa kisiasa wa upinzani wa kila mvuto, na vilevile vile vikosi muhimu vya taifa hili vinavyo tamani kuiona DRC inanyanyuka kutoka shimoni, ili kuokoa kile kinachoweza kuokolewa. Ni juu yao kuongeza kuwa ni wakati wa kujipita wenyewe na kutanguliza umoja na mustakabali wa DRC zaidi ya ubinadamu wa kila mmoja. Hii ni kwa mujibu wa mwito wa Joseph Kabila Kabange wa kuunda mwelekeo wa pamoja kumaliza udikteta na kujiunga upya DRC pia wanathibitisha uungwaji mkono na uaminifu wao kwa profesa. Yote hayo kwa sababu DRC inadai ukuu, uzalendo na umoja kutoka kwa viongozi wake ili kuleta amani kila kona na kuendeleza nchi. Habari za barabara. Ofisi ya barabara ya Bukavu inatangaza kukamilika kwa kazi ya ujenzi wa daraja la muda lililojengwa kwenye barabara ya taifa nambari mbili kwenye lango la ISDR Bukavu, pamoja na kuanza tena kwa traffic. Tangazo limetolewa siku chache kabla ya uzinduzi, ikifadhiliwa na uratibu wa muungano wa mto Kongo IFC M23 kwa lengo la kuendeleza jiji la Bukavu. Kazi hizi zilizinduliwa mnamo Mei 19 mwaka 2025 na Inspekta Jenerali Amani Kabasha kwa muda wa wiki mbili bila kujumuisha hali mbaya ya hewa. Siku kumi baadaye, kazi hii inakamilishwa kwa kuridhika kwa watumiaji. Tukio hili linaashiria mwisho wa adha kwa watumiaji wa jiji la Bukavu kwa jumla na wale wa barabara ya taifa nambari mbili kwa upekee. Mkurugenzi wa mkoa wa ofisi ya barabara anaishukuru mamlaka ya AFC M23 na kiongozi wa mkoa Emmanuel Birato kwa imani iliyowekwa kwa mafundi wake kwa ujenzi wa daraja hili lenye uwezo wa kubeba tani hamsini. Kama ukumbusho, msongamano wa magari uli katika kati ya eneo la uhuru na chiriri miezi kadhaa iliyopita kufuatia kazi ya ujenzi wa dalo kwenye lango la laeer Bukavu na kampuni ya sokoke kwa ufadhili wa hazina ya umma. Basi ni shukrani tu kwa juu, tunaona hiyo balabala ilikuosha tesa batu sana, batu na magari wote walikuwa wanapita fasi huko kishimu

Juu ya, ya ile shida pale na matope potopoto mingi watu kuanguka kutereza. Leo tuna ile shida yote inakuwa itapunguka na ile ujenzi wa ile kilalo. Basi kwa watu tunasema kabisa ni shukrani na tunafurahi kuona hiyo kazi inakuwa ikifanyika hapo, ndio dada Mwariri. Tunashukuru kuona ile kazi naisha. Miezi yenye ilipita hapa tulikuwa tunaona watu kupita pale moto sagi sigari tanto watu waanguke tanto ni mambo teaje ndio tutakutana

la ziada hatuna, mtazamaji wa TV Fizi News, ni hapo ndipo tunatamatisha dira za leo tukiwa Mei 30, 2025. Mungu akubariki uliotukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati, mwanzo mwema wa weekend. Fizi News 24, Fizi News 24. Media